Kwanza kabisa ni kuwa natamani uwaambie watanzania na wanamtwara kuhusu Jenga Furaha Foundation. Kwanza nimefurahi Mtwara, mimi pia ni nyumbani kwasababu, mama yangu mzazi ni Mmakonde. Kwa hiyo nimefurahi kwanza kuja kwenye ardhi hii, pili nimefurahi kuona ujio wa watu wengi, nimefurahi pia, uh, ndugu zangu Shabani Chirunda na Tiba Joni wameonesha kitu kikubwa sana. Hiki ni kitu ambacho kurudisha kwenye jamii, kwa hiyo sisi ambao tumekuja, tumekuja kuwapa sapoti kwao. Kikubwa hiki kitu kisiishie hapa, kiendelee zaidi na zaidi kwa ushawishi wako unaona zani kitu gani kwa Chirundo na kipi cha chakum, kumshauri kwa jambo hilo? Uh, ni kwanza, ni kitu kikubwa, tumeona watu wengi wanakifanya Samata na Kibwana, na uh, na amefanya hii kizuri, ki ukweli, na Alikiba Kibwana amefanya na Dikijobu na wengineo wakina Mwamnyetu amefanya vitu kama hivi lakini, mimi naweza nikasema Chirunda na Tibajoni nimefurahi kwa kitu cha kifanya kikubwa, asiishie hapa, masponsor ajitokeze e, mwaka mwingine tena. Na pia ningependa pia wapambane wa, wa zaidi ili, ili mechi kama hizi ziweze kurushwa watu wazione, kwa sababu hiki ni kitu kikubwa sana. Angalia umati wa watu, washabiki wameonekana wako wengi, onyesha kwamba na Ngwanda mtwala watu wanapenda sana mpira. Na nadhani siku moja tulitamani kuona na Msuva naye, unaanzisha nini tamasha lako? Labda inawezekana nikafanya nika hivyo, au nikafanya kwa dizaini nyingine, kurudisha kwenye jamii, kwa sababu kila mtu anafanya kwa, ku, kwa, ku, kwa kucheza mpira, kila mtu anafanya kwa kucheza mechi. Inawezekana mimi nikafanya kwa njia nyingine, pia kurudisha kwenye jamii. Ila mimi kwa upande wangu, hao wanaofanya tunaendelea kuwasapoti na nawaombea kwa Mungu pia uzima, lakini pia hiki kitu kisiishie hapa, kiendelee, kiendelee yeah. yeah,